ni mafuta ya upako, ole kwako, asema Bwana wa majeshi. Hakika mtashuhudia, mama wa maombi, hata makambini mtashuhudia, wengi watatoweka. Mimi Bwana wa majeshi, nimesirikishwa na matendo ya maovu, nimesirikishwa na matendo ya machafu, asema Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Hakika mtashuhudia, baba wa maombi wanaofanya uzinzi na mabinti wa udumu wakisema eti wanajongezea milango bado ipo ya neema imefunguliwa kwako mwanadamu, asema Bwana wa majeshi. Ujumbe, ujumbe, ujumbe kwenu enyi wamama wa vyumba vya maombi. ore si de glory, munanitumikia na uchawi, munanitumikia na uchawi na mizizi, munanitumikia na madawa. Ole, ole, ole. Vilio, vilio, vilio vitatanda ulimwengu. Vilio, vilio, vilio asema Bwana Yesu Kristo, vilio. Vilio! wasipo wasipotubu, nitawangamiza hakika. Watakapotubu, mimi Bwana nitashusha rehema zangu juu ya, asema Bwana Yesu Kristo. Hakika mm. mwaka huu hautaisha wanadamu yoyote anaonitumikia kwa uzembe na udhaifu. Haleluya! nitakatwa kwa mtu usioza utakatwa, asema Bwana wa majeshi. Pa wewe binti, unajichua jichua, ewe binti usiojakutunza usichana wako. Ole kwako mwanadamu. Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ni mjakazi wa Bwana Mama Moses au mjakazi Keren na anatumia mama Moses sana sasa hivi, kwa sababu wengi kuita jina langu inakuwa vigumu. Na kumbuka, hata wakati nakuwa hakukua rahisi watu kuliita jina langu, maana nilikuwa nakuta ni mimi mwenyewe kwenye somo hilo, somo nzima ndo naitwa hilo jina la Karen. So wengi walikuwa nashindwa kuliita, maana ni jina la Kiebrania. Mpaka leo nakutaga watu wanalikosea. Sasa ili juu mimi ni mama mtoto wangu anaitwa Moses, kijana wangu ambaye uko Biros kwa sasa hivi. Sasa kwa kijana mkubwa niite mama Moses kwa heshima, nitafurahi sana, kuliko kuwa unaharibu jina langu. Takuta mimi nataka kuliandika, wanaharibu. So ni vizuri unaniita mama, maana niko mama wa watoto. Haleluya. Ila nakushukuru wewe ambaye umechukua muda wa kusikiliza huo ujumbe na huo nabii na, na ningekuomba utafakari maisha yako maana maandiko matakatifu yanatuambia Ufunuo ishirini na mstari wake wa nane, mbali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hii ndiyo mauti ya pili. Unajijua sehemu yako ulipo? Kama uko mchawi, we ni mzinzi, kama uko mzinzi, wewe ni muongo. Sasa unajijua sehemu yako? Msengenyaji, muoga, mwabudu sanamu, muuaji, unajijua kwenye upo? Ukienda kusoma hiyo Ufunuo tatu na mstari wake wa kumi na tisa inasema, tunasoma tu kwa jina la Bwana, wote ni wapendao mimi nawakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Amen, uwe na bidii ukatubu. Haleluya, uwe na bidii ukatubu kwa jina la Yesu. Bwana anapotuonya ni kwa sababu ya upendo wake. Ile siku moja tusiseme hatukusikiaga, hatukuambiwa. Amen. Sasa, kiongozi wa chumba cha maombi, Bwana anasema ole kwako ambao unazini, unazini, ambaye unafanya uchawi, ambao unatukana, ambaye unaua, ambaye unafanya vitu vyote viovu ndani ya hivyo vyumba ya maombi, ole. Haleluya na nimeona ni uposte ulishachukua muda sasa hivi ni wa muda ni wa mwezi wa kumi hapo, ambao umepita, sio wa huu mwezi wa kumi na moja, unabii Amen, lakini nilikuwa tu sijapata muda wa kurekodi akaklipi kadogo, ili pia ufikie na wengine ningeomba so, utafakari maisha yako usidharau. Maana Bwana akishasema kitu huwa anampa mtu muda ili atengeneze, na kuna kufa ile ya kiroho au ya kimwili, yote inawezekana na, na vyumba maombi sisi wamoja vilitusaidia sana uko makambini. Maana sio vizuri kukimbilia kukimbilia wa, wa, madaktari, kimbilia Yesu Kristo. so, nashukuru Mungu wazazi wangu walikuwa anatukimbiza kwenye vyumba maombi na wengi ambao walikuwa nakimbilia masitalini walipoteza maisha, maana madaktari ni wanadamu, ambao anaponyaga mtu ni Yesu Kristo peke yake, na magonjwa mengi ni mapepo, majini, uchawi, watu kurogwa. So kimbilia kwa mwokozi wetu Yesu Kristo ili apate kukuponya. Lakini sasa shetani ameingia na vyumba maombi, japo ya imani ya chumba cha maombi haikuachwa na Bwana wetu Yesu Kristo, kanisa ndio limeachwa na Bwana, ndio maana Mungu anasema kanisa nzuri ni ile ile la kukumbuka wajane na mayatima. Hakuacha vyumba vya maombi hapana. Na Bwana kuna wakati huwa anatumika kwa madhaifu. So kwa katika upungufu wa maarifa, kutokujua neno vizuri, ndo watu wakaanza kufungua vyumba maombi, lakini sio imani ya Kibiblia. So iko kinyume sana na Maandiko, lakini Bwana anajitukuzaga umo umo, vyumba maombi wagonjwa wanapona, watasa wanapokea watoto, watu wanajazwa na Roho wa Bwana wa maombi. Sio kwamba eti Bwana anapenda imani iwe hivyo, ah, Bwana anapendaga kanisa na amen, ndo kwenye Bwana anapendaga ndo kuwe hiyo hiyo mamlaka. Kwa sababu mara nyingi ukiona wachungaji wamekufa kiroho, watu wakiumwa, wanakimbilia kwa maombi kuliko kuombewa na wachungaji wapate kupona. Ni vitu ambavyo vinatia huzuni, lakini wamitume wao walikuwa naponya wagonjwa, miujiza, watu wanajazwa kupitia mikono ya wachungaji mitume ndani ya kanisa na ikukuwa ndani ya vyumba vya maombi. Sasa wanawake wamenyang'anya wamenyang'anya uh, wanaume hata ile, ile nafasi ya uongozi, na ni kitu ambacho kinatia huzuni sana kuona vyumba vya maombi wa baba wanaongozwa na wanawake. Ni vitu ambavyo vina vinashangaza sana. So tumeweza kupindua maandiko, lakini nacho kusi ni kutubu na kumgeukia Bwana nakumuliza na Bwana yaliyo mapenzi yake kwako Amen. Uliza Bwana njia yako ikoje, ya kwenda mbingu, nigiza au nuru. Haleluya, tuwe na mwisho mzuri. Bwana tukumbuke. Bwana tusaidie. Haleluya. Bwana ametuonya kwa sana, tupenda na tutubu na natubadilike katika jina la Yesu Kristo. Baba nakushukuru kwa neema hii, asante Bwana kuniwezesha nakushukuru kwa upendo wako. Ujumbe huu nabii, ufikie mama huyu, baba huyu, kaka huyu ambaye bado anafanya kazi yako, na zina ambao bado mguu mmoja uko nje mwingine ndani, umpe neema ya kutubu, umpe neema ya kubadilika, ili siku moja kuone katika jina la Yesu Kristo Amen. Shalom shalom, barikiwa wote na Bwana Amen. Asante Yesu.